Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kimekuwa kikijitambulisha kama chama kinachosimamia itikadi ya mrengo wa kati katika siasa za Tanzania. Lakini itikadi hii ya mrengo wa kati ina maana gani na inaathiri vipi mwelekeo wa kisiasa wa chama hicho? Kwa mujibu wa wataalamu wa sayansi ya siasa, siasa za mrengo wa kati au centristic politics kwa Kiingereza, huelezea msimamo wa kisiasa unaojaribu kusawazisha maoni na sera kutoka pande zote mbili za siasa yani, mrengo wa kushoto unaojikita zaidi katika usawa wa kijamii, haki za wafanyakazi, na uingiliaji mkubwa wa serikali katika uchumi, na mrengo wa kulia unaopendelea soko huria, ubinafsishaji, na majukumu machache ya serikali katika uchumi. Akizungumza mnamo tarehe 25 Mei 2025 katika kongamano la wasomi vijana wanaounga mkono siasa za Chadema, yani Chaso, katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika alianza kwa kuweka bayana falsafa ya chama hicho ambayo ni nguvu ya umma. Chama kinaamini katika falsafa ya nguvu ya umma, people's power. Na nitanukuu ibara mbili zinazoieleza kama sehemu tu, mengine mtasoma zaidi katika katiba ya chama juu ya falsafa yetu ya nguvu ya umma. Fikra yetu ya nguvu ya umma inamaanisha nini hasa? Ibara ya tatu nukta moja moja ya katiba ya chama inatamka kwamba falsafa ya Chadema ni kuamini katika nguvu na mamlaka ya umma, the people's power katika kumiliki, kuendesha, kubuni na kuendeleza maamuzi, mawazo, rasilimali, uchumi na siasa za nchi. Mnyika aliendelea kusema kuhusu itikadi au misingi kumi na miwili ya Chadema kama chama cha mrengo wa kati nchini na cha kwanza kuwa katika mrengo huo katika siasa za kati nchini Tanzania. Waheshimiwa wasomi, nisome eneo la pili juu ya itikadi ya Chadema. Chadema inaamini, na hii iko katika ibara ya Chadema ya 3.2. 3.2.1 inatamka kwamba Chadema ni chama cha itikadi ya mrengo wa kati, center party, na ibara hii ya katiba sasa inaeleza misingi 12 ya itikadi ya mrengo wa kati ambayo inatofautisha Chadema na vyama vyote Tanzania. Nitaisoma kwa haraka haraka. Chadema ni chama kinachoamini katika kukuza na kuimarisha uchumi wa nchi kwa kutumia rasilimali za nchi yetu bila kuathiri uhuru wa taifa na kuhakikisha kuwa umma kwa ujumla unanufaika na rasilimali za nchi. Msingi wa pili, Chadema inaamini katika kujenga na kuimarisha uchumi wa soko jamii, social market economy, utakaoheshimu na kulinda haki na mali za watu, biashara huru na sekta ya watu binafsi, bila kupoka mamlaka ya umma katika maeneo nyeti, hususani pale penye itilafu ya soko au pale maeneo nyeti ya kiuchumi. Tunaamini katika soko huru na si katika soko olela. Msingi wa tatu, Chadema inaamini katika kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali rasilimali asilia za nchi ili zichangie kikamilifu katika pato la taifa na hasa kuboresha huduma za kiuchumi zinazotumiwa na wananchi wote. Msingi wa nne, Chadema inaamini katika uzalendo na kuthamini mila na desturi zilizo nzuri. Msingi wa tano, Chadema inaamini katika uhuru chini ya sheria zilizo za haki. Msingi wa sita, Chadema inaamini katika siasa ambazo ziko juu ya vyama zenye za kusimamia zaidi maslahi ya taifa katika suala la msingi mkuu wa familia. Mnyika alisema itikadi ya Chadema katika familia ni jambo muhimu ujenzi bora wa taifa wa taifa linalojitambua. Msingi wa nane: Chadema inaweka umuhimu wa pekee katika familia kama moja ya taasisi muhimu za kijamii. Msingi wa tisa: Chadema inaamini katika umuhimu wa uhuru wa kuamini katika kujenga maadili ya mwanajamii mmoja mmoja bila kuifanya dini kuwa sehemu ya dola. Msingi wa kumi: Chadema inaamini taifa linaundwa na watu, hivyo uhai wake unawategemea watu na mabadiliko yake yanatokana na watu. Msingi wa kumi na moja, Chadema inaamini katika kujenga uwezo wa wazawa katika kumiliki na kuendesha uchumi. Msingi wa kumi na mbili, Chadema inaamini katika kumiliki rasilimali na mali miongoni mwa wananchi kwamba kunawapa fursa na uhuru zaidi, hivyo tunataka wakati wote kujenga chama na baadaye taifa lenye kutoa fursa, ambapo kila mtu bila kujali asili yake na hali yake anaweza kutimiza na kufanikiwa kwa kadiri ya vipaji vyake. Aidha, Mnyika aliwataka Watanzania wote kwa ujumla wao kuisoma na kuielewa itikadi ya Chadema na kwamba haukurupuka kuja na kampeni ya no reforms no election. Niwaombe wasomi, muisome misingi hii, muifafanue misingi hii, muieleze misingi hii, muieneze misingi hii. Na ukishaingia katika imani ya falsafa ya umma, nguvu ya umma, itikadi ya mrengo wa kati, tunaamini kama ni msomi mwenye kujielewa, huwezi kutoka katika misingi hii kwenda popote, iwe ni kwa vitisho, iwe ni kwa pongo, iwe ni kwa gilba, mpaka pale tutakapopata Tanzania tunayoitaka. Kwa mantiki hiyo, Chadema inaposema inasimamia mrengo wa kati inamaanisha kuwa sera zake zinajitahidi kuchukua msimamo wa kati unaojumuisha maadili ya kijamii, haki za binadamu uwajibikaji wa serikali pamoja na uhimilivu wa soko kiuchumi bila kupendelea kupindukia upande wowote. Katika mahojiano mbalimbali ya awali, viongozi wa chama hicho wamewahi kueleza kuwa wanapinga sera za kupindukia upande wowote wa, wa itikadi kama vile ujamaa usio na tija au ubepari wa kufuja rasilimali. Badala yake, wanasisitiza umuhimu wa sera za kisasa zinazochochea maendeleo, haki na uwazi bila kuathiri misingi ya usawa na mshikamano wa kijamii. Kwa mfano, katika sekta ya elimu na afya, Chadema imekuwa ikitetea elimu bure na huduma bora kwa wote, lakini pia ikihimiza matumizi bora ya rasilimali za umma na ushirikishwaji wa sekta binafsi. Hili linaonyesha mwelekeo wake wa kisiasa wa kutafuta usawa baina ya haki za kijamii na ufanisi wa kiuchumi. Akiwa katika kampeni za No Reforms No Election kabla ya kutiwa nguvuni na vyombo vya dola, Mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu alihimiza matumizi bora ya rasilimali za umma na umuhimu wa wazawa kuwa madhubuti katika uchumi. Ni safari kutoka Malimi Bababe. Ni safari kutoka Luanda. Ni safari kutoka Liganga huwa. Eh? Ni, ni, ni safari kutoka Mukuru. Ni safari ya kusafirisha utajiri wa mkoa huu, utajiri wa eneo hili kule, kupeleka bandarini ili usafirishwe kwenda India, kwenda China, kwenda Kenya, kwenda Ulaya na maeneo mengine, nanielewa? Nchi zote duniani zilizoendelea zile ambazo ni nchi za viwanda zote za zamani na za sasa, zote ambazo zina viwanda msingi wake ni makaa ya mawe na chuma. Kwa sasa katika siasa za Tanzania zinazoshuhudia ushindani mkali kati ya vyama vikuu, msimamo wa mrengo wa kati wa Chadema unalenga kuvutia kundi kubwa la Watanzania ambao wanataka mabadiliko yenye mizania ya kitaifa yasiyoegemea kupindukia upande wa itikadi yoyote kali.